Uwanja huu sasa umepitwa na wakati, lakini umepitwa na wakati sio kwamba uwanja wote ma, miundombinu majengo yamepitwa na wakati. Kutokana na hiyo sisi, Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, tunafahamu na tunaelewa kwamba hivi viwanja, kuna haja ya kuendeleza viwanja hivi. Tunautambulisha kwenu master plan ya viwanja hivi, master plan ya uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambayo tayari imekamilika na hatimaye tunaenda kufanya uwanja huu kuwa kituo kitaalamu tutaita business exhibition and commercial hub for Africa. Uamuzi huu wa TanTrade utaokoa fedha fe, fe, nyingi ya serikali, ambayo ingekuja kutumika hapa kwa ajili ya kufanya hiki ambacho kina mvuto wa kibiashara, kwa maana kuna wawekezaji ambao wana uzoefu na wanaweza kuwa na interest ya kuja kuwekeza naomba sasa kuchukua fursa hii kutoa wito kuwakaribisha wawekezaji wa ndani wa kimataifa, taasisi za fedha, wadau wa sekta binafsi, mashirika ya maendeleo kuchangamkia fursa hii adhimu kushiriki na kuendeleza uwanja wetu wa historia yetu. Kwa matarajio yetu ni makubwa ya kwamba tutapata mwekezaji kama ambavyo mpongeze maeleza, mwenye uwezo wa kimtaji wa technical competence, ule uzoefu wa kiufundi lakini pia mwenye uwezo wa kimanajementi. Maeneo makuu yatakayotarajiwa kuendelezwa kupitia mradi huu ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya maonyesho ya kisasa. Kutakuwa kuna maeneo ya burudani, hoteli, malazi ndani yake. Kutakuwa kuna kumbi za maonyesho za ndani ambazo zina viwango vya kimataifa. Kutakuwa kuna sehemu ambako kutakuwa kuna mpangilio mzuri tu wa kisasa wa kuonyesha. Kutakuwa na mifumo ya kidigitali ndani yake. Kwayo mkurugenzi, mimi nikushukuru kwa namna ambavyo ikisha kituo cha ubia wakati wote katika safari hii ya kufikia ndoto kubwa ya kujenga e, kituo kikubwa kabisa katika ukanda wa Afrika kwa maonyesho ya kimataifa.